Uharibifu uliofanywa na wanamgambo wa RSF mnamo Oktoba mwaka jana dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu huko Darfur ni ishara za mauaji ya kimbari. Habari kamili. Muleba, mkuu wa wilaya Muleba mkoani Kagera Dkt Aben Nyamahanga ameitaka ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa wilaya hiyo kupitia sheria upya kufunga ziwa Burigi kwa miezi sita na kusababisha kusimama kwa shughuli za uzalishaji. Dkt Nyamahanga amesema kuwa ziwa hilo ni moja ya chanzo cha mapato ya halmashauri, hivyo kuna haja kuangalia upya sheria hiyo kutokana na maeneo mengi yanayopakana na ziwa hilo shughuli za uvuvi kuendelea. Amesema kuwa badala ya kulifunga ziwa hilo, halmashauri iweke sheria kali ya kudhibiti uvuvi usiokubalika kisheria ili shughuli za uzalishaji kwa wavuvi zisisimame kama ilivyokuwa hapo awali ambalo pia kwa sasa na yeye limeanza kuleta shilingi kidogo kidogo hivi. Ziwa hili kulifunga wakati maeneo mengine wanaendelea kuvua, je, samaki wanakimbilia huku ulikofunga au wanajua huku hawaendelee kuvua ngoja nibaki huku? Wakati tumefunga huku, wananchi tumewachelewesha kwenye uchumi, hawavui lakini upande mwingine wanavua na mapato hatupati. Pia pengine tunaweza tukaamua tu tupambane na dhana ya uvuvi haramu kwenye ziwa badala ya kufunga. Wakati msimu tumeufunga sisi huku, hatupati hata senti tano na wale ambao wangevua na kuleta huku wanakwenda upande wa pili. Mkurugenzi mtendaji wa almashauri hiyo, bwana Isa Mbenji, amesema baraza la madiwani litakaa na kupitia sheria hiyo kwa maboresho zaidi. Kibondo. Wazazi na walezi arani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kutenga muda kutoa elimu ya makuzi na changamoto za ujana kuwaepusha na mimba zisizotarajiwa, hasa kwa watoto wa kike. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji Tanzania SKWT wilayani Kibondo bi Catherine Lukas wakati akiongea na Radio Kwizera juu ya changamoto ya magonjwa afya akili na uzazi kwa vijana. Bi Catherine amesema wamekuwa wakitoa elimu kwa vijana kutoka makanisani na misikitini zaidi ya wanakumbwa na magonjwa akili na walipata mimba zisizotarajiwa, ili kuwaepusha na changamoto za kutelekeza watoto kwa vijana ambao ni mabinti pia, wamekuwa wakilalamika kwamba tungepata hiyo elimu, tungesingeweza kutoa hata mimba, tusingeweza kuzaa watoto ambao mpaka sasa tunawatelekeza kwa bibi zetu huko vijijini, au kuenda hata wako mtaani taasisi za dini ambazo ndiko tunazotumia sana. Ukipita kwa wachungaji kuongea nao, wanakwambia kweli vijana, baada ya hii elimu ambayo mnaendelea nayo, inaonyesha kabisa kuna baadhi ya vijana waliokuwa hawaelewi kisaizi, wameshaanza kurudi kwenye nini, kwenye mstari. Wameshaanza kutambua kwamba janga hili la utoaji mimba, kupata mimba bila mpangilio na kadhalika, ni jambo ambalo sio zuri kwao. Aidha, elimu hiyo imekuwa ikitolewa kwa wenye umri wa kuanzia miaka kumi na minane hadi arobaini, kundi ambalo hupitia changamoto za uzazi na huweza kuchukua maamuzi magumu kutokana na msongo wa mawazo. Mwanza, serikali imesema imejipanga kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa kichocho kwa kuongeza upatikanaji wa dawa mpya na kuendesha kampeni za matibabu ya pamoja maeneo yaliyoathirika zaidi nchini. Kauli hiyo imetolewa na katibu mkuu wizara ya afya Seifu Shekhrake katika uzinduzi wa mradi wa dawa za kichocho kwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Amesema serikali imejikita katika kutoa elimu kwa jamii, njia za kujikinga na maambukizi ya kichocho, upimaji wa mapema na kuimarisha ufuatiliaji katika maeneo yenye maambukizi makubwa, ili hatua zichukuliwe kwa wakati. Kwanza tunatoa elimu kwa wananchi kuweza kufahamu, eneo hili hapa kuna maambukizi ya kichocho, watoto wasiende kuogelea katika maeneo haya, lakini pia tunatumia njia nyingine ya kuweza kutibu yale maji ili watoto wasiweze kufanyaje, kupata na kama wanaingia kwenye yale maji, wao wamekuwa wamevaa vitu ambavyo vinawazuia wasiweze kupata. Kwa hiyo njia moja yetu tunayofanya ni kuzuia, na hii inafanyika sana kwa kupitia wizara yetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Lakini ukija sasa kwenye tiba, ndio zile dawa zilikuwa zinatolewa. Kama unajua kuna mpango wa kutoa hizi dawa mashuleni, zinatolewaga kila mwaka, wanapewa wale watoto ambayo ni kuanzia miaka sita kwenda juu kwa mwaka mara moja kwa sababu ya kutibu, lakini pia kwa ajili ya kuzuia. Mtafiti kiongozi wa mradi kutoka taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya kuambukiza Dkt Paul Kazioba amesema mradi huo umeandaliwa kwa kuzingatia takwimu zilizokusanywa kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini huu mradi uliangalia mikoa ambayo ina wilaya zenye maambukizi ambayo yako kati mpaka juu na mikoa ambayo kwa ujumla wake wastani wake ni maambukizi ya kati. Kwa mfano mikoa ya Mwanza, Geita na Simiu na sehemu za Mara zimekuwa na maambukizi ya juu, ingawa sio eneo lote, lakini kuna maeneo unakuta maambukizi yako juu sana mpaka asilimia 50 55 mpaka na kadhalika. Kwa hiyo maamuzi yalifanywa kwa kuzingatia takwimu na tunashirikiana na programu ya taifa ya kudhibiti magonjwa ya kitropikia. Kwa hiyo tuliangalia takwimu za miaka kadhaa na mwenendo wa mitatu. Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Dakta Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za pole kwa Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Kanisa Katoliki, Baraza la Maaskofu Tanzania TEC na familia ya kufuatia kifo cha Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo kilichotokea jana jijini Dar es Salaam. Katika salamu zake, Rais Dakta Samia amesema anamkumbuka Kardinali Pengo kama kiongozi wa kiroho aliyesimama imara katika kuhubiri amani, maadili na mshikamano wa kitaifa. Amesema kuwa uongozi wake wa muda mrefu ndani ya Kanisa Katoliki uliimarisha imani ya waumini, pia uliimarisha umoja na maelewano kati ya Watanzania wa rika na imani mbalimbali. Rais Dr Samia ametuma salamu za pole kwa askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Yuda Thadeus Ruwa'ichi, Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania TEC, viongozi wa dini waumini na wote walioguswa na msiba huo. Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo alizaliwa mkoani alizaliwa wilayani Karambo mkoani Rukwa mwaka 1944 na amefariki jijini Dar es Salaam jana Februari kumi na tisa mwaka huu akiwa na umri wa miaka themanini na miwili, kwa mjibu wa Askofu Mkuu Rwaichi. Taarifa za mazishi zitatangazwa hapo baadaye baada ya mipango kukamilika. Radio Kwizera Habari Kimataifa. Kimataifa. Bujumbura. Waziri mkuu wa serikali ya Burundi Nestori Nahonye amesema kuwa ni vigumu kufikia maendeleo endelevu ya nchi ikiwa huduma za mtandao wa intaneti hazitapatikana kwa urahisi. Waziri na toa kauli hiyo jijini Bujumbura na wakati wa mkutano wa kikanda wa matumizi ya mtandao wa intaneti na namna ya kuboresha kwa manufaa ya wananchi wa nchi wa za Afrika. Waziri Naunua amesema kuwa bara la Afrika bado liko nyuma katika teknolojia ya habari na mawasiliano na hivyo kusisitiza kuwa nchi za Afrika zinapaswa kuwekeza zaidi katika sekta hiyo ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha, amesema kuwa ushiriki wa vijana katika matumizi ya teknolojia na ubunifu wa kidijitali ni muhimu kwa mabadiliko hayo na kuzitaka serikali za Afrika kuweka mazingira ya wezeshi kushiriki katika maendeleo ya sekta ya mawasiliano. Maendeleo hayawezekani kunapokosekana teknolojia ya kisasa katika sekta mbalimbali. Dunia haiwezi kuendelea bila sayansi na teknolojia. Katika nchi nyingine za Afrika ikiwemo na nchi ya Burundi, idadi ya watu wanaotumia teknolojia bado ni ndogo sana ukilinganisha bara la Afrika na mabara mengine yaliyoendelea kama Marekani. Tunapaswa kufaidika na kuwa na idadi kubwa ya vijana na nchi zetu zichukue uamuzi wa dhati wa kuendeleza sekta ya sayansi na teknolojia. Yeah. Na hatimaye New York, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa uharibifu uliofanywa na wanamgambo wa RSF mnamo Oktoba mwaka jana dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu huko Darfur ni ishara ya mauaji ya kimbari. Mpango maalum wa kutafuta amani wa Umoja wa Mataifa umesema kuwa wanamgambo wa RSF wanaopambana na jeshi la Sudani walifanya mauaji ya haraiki na ukatili mwingine mji wa Elfasha baada ya uvamizi wa miezi kumi na minane. Umoja wa Mataifa unasema ni. Wakati huo huo, wanamgambo hao waliweka mipango ya kuziangamiza jamii zisizo za Kiarabu, hasa makabila ya Zagwa na Ful. maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema maelfu ya raia waliuawa baada ya RSF kuteka mji wa Alfasha. Ni asilimia arobaini tu ya raia wa mji huo waliofanikiwa kukimbia wakiwa haina miongoni mwa maelfu waliuawa. Miongoni mwa taarifa tulizokuletea ni pamoja na wazazi na walezi mkoani Kigoma wametakiwa kutoa elimu ya makuzi na changamoto za ujana kuwaepusha na mimba zisizotarajiwa na mimba za utotoni. Rais Dakta Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za pole kwa Askofu Mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, Kanisa Katoliki kufuatia kifo cha Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo kilichotokea jana jijini Dar es Salaam na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa uharibifu uliofanywa na wanamgambo wa RSF mnamo Oktoba mwaka jana dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu huko Darfur ni ishara za mauaji ya kimbari. Waza Wazua, msikilizaji, jicho lilionalo mbali hukimbia yanayolikaribia. Waza Wazua na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Saa kumi alasili utaletewa duru habari. Mimi ni Albert Ndukavano, asante kwa kusikiliza Radio Kwizera Habari. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook at Radio Kwizera, Instagram, X na TikTok at Radio Kwizera fm underscore YouTube Kwizera TV na websaiti yetu Radio Kwizera.